Mwanachama wetu Hilda Newton ameshindwa kuja leo kwa sababu bado hali yake sio nzuri, lakini katika wakati mwafaka atazungumza. Lakini nimezungumza naye kujua kilichojiri, na amenieleza kwamba alikamatiwa nje ya jeti, jeti la Kisutu upande wa pili wa barabara, na walipomkamata walimwambia anahitajika na ZCO wakamchukua na gari yao, atasimulia kwa urefu katika wakati mwafaka. Wakaanza kumpiga ndani ya gari kwenyewe, na wakati wanampiga wakawa wanamlazimisha atoe password ya simu yake, na wakampiga sana wakiwa kwenye gari. Baadaye wakampeleka kituo cha polisi kikuu, kwa maana ya Central Police, wakamuingiza pale. Katika wakati mwafaka atasimulia kwa kina vipigo alivyokuwa akivipata kila wakati na kila siku katika kipindi chote ambacho alikuwemo Central Police na mateso aliyoyapata. Lakini mimi nataka kwa uzito mkubwa nisemee jambo moja ambalo kwa kweli ni kubwa. Baada ya kuwa wamemkamata na kumpiga, wakamwambia kwa sababu ana mtoto mdogo, ananyonyesha wako tayari ajidhamini ili atoke aondoke. Wakamletea fomu ya kujidhamini. Ukitaka kujua kwamba kulikuwa kuna nia ovu kubwa kwake, fomu yake yeye ya dhamana haikujazwa kwa utaratibu wa kawaida tu wa mtu kusaini kwamba nimejidhamini. Wakamwambia aweke fingerprints, alama za vidole kwenye fomu ile ili kuwe na ushahidi wa kwamba amejidhamini. Alafu walivyomaliza kuchukua hizo alama zote, badala ya kumruhusu kuondoka kwenye kituo cha polisi, wakamrudisha ndani ya kituo cha polisi cha Central na kutoka kutoka wakati huo walipokuwa wameshamsainisha ushahidi wa kwamba amejidhamini. Kila aliyekwenda kituo cha polisi cha Central kumuulizia Hilda Newton aliambiwa kwamba Hilda Newton hayupo kituo cha polisi Central, na alikuwa anaonyeshwa ushahidi wa fomu ya dhamana ya kujidhamini na ushahidi wa alama zake za vidole za kwamba amejidhamini na amekwisha ondoka. Kwa hiyo hawakutaka ajulikane yuko wapi, na Hilda atazungumza katika wakati mwafaka aliyoyasikia humo ambayo kwangu mimi niliyoyasikia, ni wazi walikuwa wamelenga kwa baada ya pale kumhamisha, kumpeleka mahali kwingine na kumpoteza kabisa, na umma uaminishwe kwamba alipewa dhamana, aliondoka. Kwa hiyo yeye mwenyewe hajulikani yuko wapi. Sasa kitendo cha mtu ambaye amechukuliwa na jeshi la polisi, ameingizwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kituo cha polisi kitendo cha kutokutajwa kwenye taarifa ya polisi kuwa alikamatwa kwa siku zote ambazo alikuwa pale, ni ishara ya kwamba polisi inaficha ukweli na polisi ilikuwa na nia na nia na nia ovu.